Na sasa ni zamu ya Tyson Wabongo kutokea Dar es Salaam, Mabibo, Tanzania, Hassan Ndonga. Baada ya kumwona Tyson Wabongo, ni zamu ya Ismail Boyka kutokea Pugu, mnadani Dar es Salaam. Hapo kwenye mzani. Sasa ni zamu ya Boyka. 54.9. Fight ipo ama haipo? Fight ipo. Kama ipo tupate maneno mawili matatu kutoka kwao. Nichukua, nataka kumwambia Hassan Ndonga na mashabiki wake wote. Huyo hapa akitoboa mechi ya kesho na zawadi yenu. Na zawadi yenu. Na zawadi yenu. Na zawadi yenu, mlimponza mwenzenu wa kwanza, mlimshangilia mkamwacha, na huyu naye mnamwacha. Jogoo la shamba limekuja mjini. Mimi nachomwambia huyu mtoto mdogo, kila kitu nimemzidi, ila leo naomba msamaha kwa Pugu wanaozidi kuchunga mbuzi na ng'ombe. Basi shukrani sana kesho, kesho. Shukran sana Ndonga anasema amezidiwa kuchunga mbuzi na ng'ombe tu. Yes, anaahidi elfu hamsini. Anampa promota Bakari ashike elfu hamsini akishinda. Tufanye face off kwanza, jamani, hii hela imetolewa kama boyka amaliza. Hii ndio maana ya expensive la expensive fight, siku ya kesho usipange kukosa. Ukiacha vitita vya kwenye mkataba, mabondia waonekana wenye vitita. Kesho usipange kukosa kwa namna yoyote ile.